Naendelea pia kumshukuru kwa kuweka jiji hili bize kwa matukio mbalimbali mbali. tukio hili najua litachukua wiki kadhaa mpaka tupate mshindi letu. Kwa hiyo jiji letu wakazi wa Mbeya watakuja hapa kupata burudani wiki nzima au mpaka mashindano yatakapokwisha. Kwa hiyo kila jioni tutakuwa tuna mahali pa kupata burudani kuja kuona vipaji vya Mbeya. Maisha yaendelee. Mbeya oye, oye. Nani kama Dr. Tulia? Zaidi ya kumshukuru yeye, niwashukuru pia Rafa Group kwa support yao muda wote wa mashindano haya, kuanzia yalikuanza leo. Mwaka wa tano tunaamini e, nilikuwepo mara ya mwisho nakumbuka zawadi zilizokuwepo na sasa zimeongezeka maradufu. Sasa sasa, ombi langu kwa vijana wetu wacheza mpira, msivunjani mguu kwa sababu ya ile zawadi, ila tunataka mchezo mzuri, si ndivyo? Sisi mashabiki Mbeya oye niwaombe vijana wetu na wote wanaokuja kushiriki mashindano haya, nje kwa amani, mburudike na mwondoke kwa amani. E, mimi kama mwenyekiti wenu wa kamati ya ulinzi na usalama sitakubali kabisa e, hapa patumike kuleta vurugu, tunaelewana vizuri e, hapa tumekuja kufuata amani, upendo na burudani. Mbeya oye! Na huu ni msimu wetu wa tano na msimu wetu wa tano umekuja na zawadi nyingi na vitu vingi ambavyo tumeviboresha, kama vile zawadi imeboreshwa. Sasa hivi mshindi wetu wa kwanza atapata shilingi milioni kumi, mshindi wa pili atapata shilingi milioni tano na mshindi wa tatu atapata shilingi milioni tatu. Tuna timu zisizopungua 35 na zote kama taasisi na wadhamini wakuu tumeweza kutoa jezi, full package ya jezi pamoja na mipira ya kuchezea, lakini tutakuwa na zawadi zingine ndogo ndogo kama za kikundi bora cha ushangiliaji, timu yenye nidhamu, golikipa bora, tutakuwa na zawadi zao. Mashindano haya ya mpira huu wa miguu yatadumu si chini ya miezi mitatu, lakini sambamba na mashindano kuendelea, kuwa yanaendelea hapa uwanjani kuna fursa mbalimbali za wajasiriamali wadogo wadogo. Tumekuwa tukiona wakiendelea kuweka vibanda vyao vya biashara, na wao wamekuwa wakifanya kwa uwazi kabisa bila kuchajua kitu chochote. Tunawakaribisha pia wafanyabiashara wengine waweze kujitokeza kuja kwa wingi, biashara zinafanyika kwa sababu watu wani wengi sana humu ndani. Tunajivunia vipaji vinavyotokana na mazingira haya. Mwenyekiti wa chama cha mpira mkoa wa Mbeya ndugu Elias Mwanjara ana matarajio makubwa kupitia mashindano haya na tunawatakia kila laheri wanauyole, tukatoa ushirikiano mkubwa, tukamheshimishe ndugu mkuu wa wilaya, lakini pia tumuheshimishe sana Dr Tuli Jackson ambaye amekuwa na sisi bega kwa bega miaka mitano mfululizo katika mashindano hayo. Tunategemea kwamba tutakwenda kupata mashindano bora kabisa mwaka 2025, na atakuwa yenye tija. Hivyo sasa, wanauyole tunaomba msaada kutoka kwenu ninyi, mkawe walinzi wa mashindano haya ili yanapoanza yaanze kwa njia ya, kuanza, ya amani, na yatakapokwenda kuisha basi yaishe kwa njia ya amani, tukapate vipaji ambavyo tulivitarajia.